Lakini bidhaa, kwa mfano, mfanyabiashara anauza kitu ambacho watu ambao ni wanataji wa wakipate mm. hawakijui mm. Maana tunasema haina brand kwa sababu brand ni kile unakutana na vipi na wateja wako mm. Yaani, mteja anataka nipate simu ya Apple mm. Kwa nini simu ya Apple? Kwa sababu iliko branded na inajulikana nani mwanzilishi wake yes. Kwa maana ili kuweza kutengeneza jambo la kwanza mm. la msingi ajue kabisa wateja wangu ni wa kina nani, kwa sababu watu siku hizi wanafanya biashara hata bila kujua wateja mm. hmm. Uwezi kubrand kitu ambacho uwezo kusema bidhaa yangu ni kwa wote mhm, si kwa wote. Yaani bidhaa yako kwa kiwango ulichonacho hapo lingula... ni watu gani? yeah. unataka kuwafikia sana kwa sababu mm sikuwa -hmm. na malengo. utatumia nguvu kubwa kumridhisha mtoto, kumfanyia kijana, mzee tena, hiyo ni nguvu kubwa sana, kwa ni bora awekeze nguvu kwenye eneo moja, kwamba kama hii bidhaa yangu ni ya mabinti mm -hmm. mabinti walika gani hao, walikafa na ha, kutawapi mhm mm Nitakuta wapi? Okay, naweza nitakuta mahali fulani, kuna wale wanaenda jichuvio ni kabisa. yes. kutangaza bidhaa eh. Wanatangaza sababu nataka wale ambao ni walengwa wako wa wajue. mm. Kwa shangaa wanachua wazi. Wote karibia vyo vyote Dar es Salaam mm. Wanajua bidhaa ya mdada fulani yes ami, brand bidhaa yake kiasi kwamba wewe unahitaji bidhaa fulani. yeah. Naomba nikuagizie kwa wa fulani mm -hmm. Wanajulikana kabisa mm.